kujitia madeni ya riba je, hii ni katika mitihani ya Allah pia au ina thawabu au dhambi? Jawabu e, kwanza inapasa ieleweke kwamba hii e, mitihani au haya ambayo mwenye swala kayaita ni mitihani, yani mtu aliojipatia maradhi ya zinaa au madeni ya riba haya, kwa kweli, ni sehemu ya natija ya hiyo mitihani, sio mitihani yenyewe hasa, lakini ni sehemu ya natija ya mitihani, kwa vile mtu ameshindwa na mtihani, akafanya zinaa, akapata maradhi ya ukimwi, waliyadhu billah, basi nakuwa ya ameshindwa katika mtihani, hakufaulu mtihani ndiyo natija ikawa ni yeye kupusibiwa na hayo maradhi. Vile vile aliyekuwa hakujizuia na kuchukua deni la riba, la riba wakati amekatazwa kula riba na kutukupo kutoa riba, basi bila shaka yatakayomkuta katika madeni ambayo yanashindwa kuyalipa hayo ni katika natija ya kushindwa ule mtihani aliyopewa wa mapenzi ya mali. Na Allah subhanahu wataala amejalia mambo haya ya mali, wanawake na mengine yote yani katika uh, mitihani, kama alivyosema subhanahu wataala, inna jaalna ma ala al-ardi zinatan laha sisi, hakika tumejalia vilivyomo ardhini viwe ni pambo

mia alfu dinar ndo qintar, wa maana. Kwa hivyo wamependezewa vile vile watu kumiliki malaki ya madinari katika dhahabu na fedha, vile vile qintar ni katika mali nyingi, ndo maana kaja vile vile hapa na katika fedha, yani wanapenda kumiliki mali nyingi katika dhahabu na fedha, walkhayl almusawwamah

Wanadamu wamepewa mitihani hii ya kupenda hayo matamanio mbalimbali yaliyotajwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale ambao wamefaulu yo mtihani kwa kumcha Mwenyezi Mungu na kutofanya yaliyoharamishwa, basi wao watapata hayo mabustani e, ya peponi yapitayo mito, wakae humo milele na wake waliotaharishwa na radhi za Allah. Hao ndio waliofaulu mtihani lakini walikuwa wamevamia haya matamanio bila ya uhalali, na kwa hiyo wakashindwa huo mtihani, na matokeo yake wakafikwa na maradhi mbalimbali, kama ilivyokuja katika suala au misukosuko e, mbalimbali kutokana na kushindwa kujizuia kuchuma mali ya halali. Basi katika hali kama hiyo hayo yaliyowasibu ni matokeo au ni sehemu ya matokeo ya kushindwa kwao katika huo mtihani, na kwa hiyo wasimtupie Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala jukumu la wao kufanya hayo maasi. Maasi wamejichagulia wenyewe, na kwa hivyo wameyatenda kwa kukusudia wenyewe, hawakulazimishwa. Wao wamependezeshewa tu hayo matamanio. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanadamu uhuru wa kuchagua kutii au kuasi. Yeye anataka wamtii subhanahu wa ta'ala, ili awalipe mema, na anawakataza kumuasi, ili wasije wakafikwa na adhabu yake. Lakini kawaachia uhuru, wachague lipi wanataka. Fa man shaa falyumin wa man shaa falyakfur, mwenye kutaka basi aamini na mwenye kutaka kufuru, lakini wote watapata jazaa yao. Kwa hivyo wanadamu wamepewa uhuru wa kuchagua, kisha wamepewa mitihani ya kupendeshewa haya mambo yaliyotajwa. Atakayefaulu akajizuia na ya haramu, akatafuta halali, huyo ndio atakayefaulu, atapata hayo mabustani yaliyotajwa ya peponi. Na yule ambaye kavamia hayo matamanio bila ya njia za halali, bila shaka atakutwa na natija ya kufeli kwake huo mtihani hapa duniani na vile vile akhera. Kwa hivyo asijidanganye mtu akasema, Mwenyezi Mungu angetaka nisingefanya hivi, lakini ndio ameshataka. La, Mwenyezi Mungu hakutaka wewe ukufuru. Kweli yeye amekupa khiari na ulipochagua mwenyewe kukufuru au kufanya maasi Allah subhanahu wa Ta'ala akakuachia, kwa maana yeye akawa amekuruhusu madamu wewe mwenyewe umeshachagua, vinginevyo anaweza kukuzuia. Vinginevyo Allah subhanahu wa Ta'ala anaweza kukuzuia usiweze kuasi pale unapotaka kuasi, lakini yeye anakuzuia anapotaka na anakuachia anapotaka, subhanahu wa Ta'ala na kwa hiyo ukiwa umechagua maasi akakuachia, kuyafanya, jukumu ni lako mwenyewe, useme Mwenyezi Mungu ndo ameshaniandikia. Vinginevyo itakuwa ni sawa na vile walivyosema wale washirikina, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehadithia qauli yao, aliposema azza wa jal, wa qala alladhina ashrakuu law shaa Allahu ma abadna min dunihi min shay' nahnu wala aabauna wala haramna min dunihi min shei shei. Katika surat Anahli anasema Subhanahu wataala na wamesema wale waliomshirikisha Mwenyezi Mungu, lau kama Allah angetaka tusinge abudu, e, pamoja na yeye chochote sisi wala baba zetu, na tusingeharamisha basi e, na yeye au kinyume na yeye chochote. Kadhalika, faala lladhina min qablihim fahal aala rusuli illa lbalagu lmubin, namna hivyo ndivyo waliofanya wale waliotangulia kabla yao. Basi je, ni juu ya mitume au kuna kingine ambacho kinawapasa mitume waliotumwa na mwenyezi Mungu isipokuwa kufikisha ujumbe kutoka kwa mwenyezi Mungu na kuubainisha ubainike, kwa maana wao wametumwa kuufikisha ujumbe tu na kuubainisha kwa waliotumwa kwao. Halafu khiari ni hao ya hao waliotumiwa huyo mtume, ikiwa wanaamua kumfuata au wanaamua kumkadhibisha au wanaamua kumuasi, na kwa hiyo kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mitume hawakutumwa kwa ajili ya kuwazuia watu kufanya maasi kwa maana kuwazuia kwa nguvu wasifanye maasi. La, wao wametumwa kuwabainishia haki na kuwaonesha kwamba haya ndio mnayoamrishwa na haya ndio mnayokatazwa, halafu wamewachia wenyewe khiari. Wakiwatachagua maasi, basi wamechagua kwa eh, makusudio yao wenyewe na watahesabiwa kwa hilo. Hawatoweza eh, kuwatupia jukumu mitume kwamba nyinyi hamkutuzuia wa kubainisha haki fahal ala rusuli illa albalagh almubin, tume wa kutumwa isipokuwa kubainisha. Je, kuna nalowajibikia mitume zaidi ya kubainisha ujumbe waliotumwa kuwaletea watu? Kwa hivyo hawa hawana hoja bila Mwenyezi, mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amechagua wenyewe kumasi Mungu, na hayo waliotaja hapa kwamba tusingeabudu yani pamoja na chochote sisio na baba zetu wala tusingeharamisha chochote

wanasema ni ngamia akiwatazama tumbo matano mwisho au e, tumbo la mwisho ni dume, basi wanampasua masikio kumtia alama e, ndo maana ya bahara kwa maana shaka. Halafu huyo ndo anakuwa ndo tayari kisha pasuliwa masikio kwa maana alama, asitumike tena, hawamtumili kama kipando wala hawampakii mizigo wanamwachia tena e, kwa ajili ya miungu yao. Vile vile sahiba, kiwa mtu kenda safari kasema, kirudi salama au kama ni mgonjwa nikipona maradhi haya, basi ngamia wangu huyu ni sahiba, kwa maana nitamwachia aende na kutaka vile vile, anakuwa tena hanufaiki e, yani, naye kwa kumfanya kipando wala kumpakia mizigo. Na wasila e, unasema kiwa ngamia mfano kazaa jike, basi wanasema huyo ni wao. Akizaa dume wanamchinja, wanasema ni kwa ajili ya e, miungu yao. Lakini kama atazaa dume na jike, kwa maana kazaa pacha, watasema e, wasalat ahaha, yani huyo jike amem e, muunga ndugu yake dume, na kwa hivyo dume anasalimika, mchinji huyo dume, huyo jike anaitwa wasila wala hamin hamin hamin wanasema, ikiwa dume e, atazalisha e, mimba kumi kwa maana dume yule e, ataza, at, atazalisha mimba kumi katika majike, basi itakuwa wanasema hamawahrahu amesha uhami mgongo wake. Kwa hivyo wanaoharamisha kwamba ha, harusiwi tena yeye mtu kumfanya kipando wala kumpakia kitu. Kwa hivyo hayo yote walikuwa wakiyaharamisha katika wanyama wenyewe, bila ya kuharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndo pale wakasema kwamba angetaka Allah sisi tusingeabudu pamoja na yeye chochote wala baba zetu wala tusingeharamisha chochote, akawa wanamtupia jukumu la Mwenyezi Mungu kwamba yeye hakutaka au yeye ndio aliyotaka sisi tukafanya haya, kama angetaka tusingeyafanya haya. Kwa hiyo ndo akasema subhanahu wa ta'ala kuondoa hoja yao hiyo kwamba kwani mitume wametumwa wafanye jingine zaidi ya kubainisha ujumbe ambao wamepewa kuubainisha au kutumwa kuwazuia watu kwa nguvu wasiasi? wao wametumwa kubainisha ujumbe, halafu watu na khiari zao kufuata au kutokufuata. Kwa hivyo ile chaguo kufanya maasi anachukua jukumu mwenyewe, asimsingizie Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiye anataka afanye hayo. Allah subhanahu wa ta'ala anataka watu wamtie, wasiasi apate walipe malipo mema, na ikiwa atachagua wenyewe kumwaasi basi, bila shaka e, wajazaa usaiatim bimithliha, na jaza ya uovu ni kwa mfano wake, yani uovu vile vile. kwa hiyo e, kwa ufupi e, e, mtu aliokuwa amefanya zinaa akapata maradhi, maradhi yale ni sehemu ya malipo yake kwa kumwasi Mwenyezi Mungu na kushindwa huo mtihani, na vile vile alochukua mkopo wa riba yakamkuta yaani, matatizo basi, matatizo yale ni sehemu ya jazaa na natija ya yeye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na jukumu ni lake mwenyewe. Allah atulinde na atufanikishe kuepuka aliyoyakataza.